Unajua, tangu Oktoba kulikuwa na shida katika county assembly ya Nyamira, kulikuwa na maassembly mawili. Mimi nimepeleka jambo hili Seneti tarehe moja mwezi wa nne na jana tulipata suluhisho ambayo ilituambia kwamba tufanye e, jitihada kama county assembly ya Nyamira, tuwe na vikao moja katika, mahaka, ma, katika e, headquarters ya assembly yetu. Hata vile Seneti committee ile ilisema, yale aliwaambia juzi kwamba ataheshimu yale ambaye committee ya Seneti itasema na mimi sikae kwa devolution. Mimi niliwekwa kwando, nikasikiza wenyewe, wakatoa uamuzi. Utamwona huyu huyu gavana tena ataanza kuchochea pande moja wa assembly, aambie nyinyi, enda mkae msituni kule mupitishe. Shida ya Nyamira iko katika mlango wa gavana, na mimi namwomba aje kanisani, aokoke, aje aokoke. Awache wale wengine ambao wameteuliwa kama wa MCA wafanye kazi ambayo wameteuliwa kufanya. Mimi naomba watoto wetu wa kutoka Nyamira, chunga, musiambiwe mnatia vidole vitu hamwelewi, mutajitia hatarini sana. Huyo jamaa ambaye amechukua usukani kule anakimbiza watu kweli kweli, so mujitaidi, jiepushe na mambo ambayo ni ya ufisadi, mutumikie wananchi.